Hakuna mtu anaweza kuwa na ngozi yenye afya nzuri kama anazingatia tu vipodozi halafu hazingatii aina ya vyakula, aina ya vinywaji anavyokunywa kila siku, au vitu ambavyo vinaathiri mwenendo wa e, mwili kwa ndani, kwa sababu asilimia kubwa ya afya ya ngozi inatoka ndani ya mwili. Kwa hiyo magonjwa mengi sana yanajieleza e, e, kupitia ngozi. Kwayo, kwa hiyo unaweza ukashangaa kwamba unapatwa na kitu fulani katika ngozi, kumbe kuna kitu kinaendelea ndani ya damu yako. Unaweza ukakutana na rafiki yako na kuambia, ah, mimi nashangaa jana nimekula samaki mm. Alafu nimetokewa na, na, na viupele vinawasha sana kwenye ngozi mm. That's mean kwamba kuna vitu vingi tu vinaendelea ndani ya damu ambayo vinajieleza kupitia ngozi. Kuna magonjwa mengi lukuki ambayo yanajieleza kupitia ngozi yako. Mm. Mfano, e, kama mtu ana tatizo la uwezo mdogo wa mwili kutumia sukari, alafu yeye anapenda sana vitu vya sukari. Mm. Mwili unapokuwa unapambana na sukari nyingi, labda umekunywa soda ya kwanza soda ya pili, umekunywa juisi glasi ya kwanza glasi ya pili. mm -hmm. uwezo mdogo wa mwili kutumia ile sukari kwa uharaka. mm -hmm. Hali hiyo huanza kujionyesha kwa kuwa na uweusi shingoni, kwa kuota skin tags nyingi kwenye uso wako. Hiyo inaashiria kwamba kwamba ah, we bana mwili wako uwezo mdogo wa kutumia sukari. Na kwa nini hivyo vinatokea? Kwa sababu kadri unavyozidi kunywa vitu vyenye sukari nyingi, eh, mwili hupambana kwa kutema homoni nyingi ya insulini. Wingi wa homoni ya insulin kwenye mwili wako huenda kuathiri rangi ya ngozi. Kuna magonjwa yanaitwa autoimmune disease ni magonjwa ambayo eh, unapoona kwenye mwili wako unababuka babuka, mm-mm. unajiuliza ni nini kinachoendelea? kuna kitu kinaendelea katika mwili mm. Eh, yes. Kwa hiyo kuna magonjwa mengi ambayo huwa yanaendelea ndani ya mwili yanajitafsiri kupitia ngozi.